Wakati moto mkubwa ukiwa unawaka ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM na huko serikalini, kufuatia press conference iliyofanywa juzi na mbunge wa Kawe kwa tiketi ya CCM, Askofu Josephat Gwajima, ambapo waliongelea kwa kina kuhusiana na swala la utekaji na watu wasiojulikana, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC nalo limeibuka kwa kasi kuongelea tena kuhusu swala hilo kwa sababu baraza hili limeshaongelea huko nyuma, na hasa baada ya tukio la kuvamiwa na kushambuliwa vibaya kwa katibu mkuu wa TEC uh, Padri Dr. Charles Kitima April 30 ya mwaka huu 2025. Kwa na katika makala hii naongelea matukio yote haya mawili, kwanza kuhusu tamko jipya la baraza la maaskofu Katoliki Tanzania ambalo limekuja wakati huko CCM kukiwa na mtafaruku mkubwa, na serikalini kutokana na hiyo press conference ya Askofu Gwajima, ambayo pamoja na mambo mengine, mpaka muda huu serikali imechukua hatua za haraka kuagiza kuwa video yenye hotuba hiyo ya Gwajima iondolewe kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na hapa YouTube. Kwa bahati nzuri, chaneli yako Jasusi TV inayo video nzima. Kwa hiyo kama unahitaji kuisikiliza kwa, kwa, kwa, kwa utimilifu basi utaangalia hapo chini utakutana nayo ikiwa ni video kamili yenye taarifa hizo. Kwa hiyo wakati haya akiendelea huko CCM, baraza hili la maaskofu Katoliki Tanzania limeeleza kusikitishwa kwake na jinsi jeshi la polisi linavyoshughulikia au kutoshughulikia swala la Padri Kitima. Kama mnavyokumbuka, April 30, Padri Kitima alivamiwa na alishambuliwa vibaya na mpaka muda huu ambapo unatengeneza video hii yupo uh, hospitali akiwa anaendelea na matibabu. Sasa so, baada ya kukamatwa baada ya tukio hili la Padre Kitima kutokea, uh, jeshi la polisi lilidai kwamba limemkamata mtu mmoja, linamshikilia mtu mmoja kuhusiana na tukio hilo. Hata hivyo hakukuwa na picha, hakukuwa na ushahidi wowote, na kibaya zaidi toka wakati huo jeshi la polisi limekuwa kimya na halijaongea lolote kuhusiana na hili. Na ni muhimu kusema haya ni mambo ambayo Askofu Gwajima aliyezungumzia katika press conference yake kwamba matukio yanatokea, vyombo vya dola vinakuwa kimya, havitoi taarifa havitoi maendeleo ya tukio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo um, uh, baraza la maaskofu Katoliki kupitia kwa rais wake uh, askofu Wolfgang Pisa limesema kwamba mpaka sasa hivi jeshi la polisi halijatoa taarifa yote, halina maelezo yote kuhusu kinachoendelea. Lakini utakumbuka pia kwamba licha jeshi la polisi kudai kuwa limemkamata mtu mmoja Waziri wa mambo ya ndani aliliagiza jeshi hilo kumkamata mara moja mtu anaitwa Frey Koseni kwa sababu tarehe 28 ya mwezi wa nne 2025, siku mbili kabla ya tukio hili lililomkumba Padre Kitima, huyu Koseni alitweet uh, tweet ambayo ilikuwa na vitisho dhidi ya Padre Kitima akidai kwamba siku zake uh, zimefikia ukingoni, kuna dawa iko jikoni na vitu kama hivyo. Na kweli baadaye jeshi la polisi lilidai kwamba limemkamata huyo mtu lakini hakukuwa na ushahidi, hakukuwa na uthibitisho wa picha au maelezo kwamba yuko anashikiliwa kituo gani. Na mpaka muda huu jeshi la polisi limekuwa kimya tangu tarehe thelathini ya mwezi wa nne mpaka sasa hivi, naelekea kutimia mwezi mzima tangu tukio hili litokee, lakini kwa kiasi kikubwa jeshi la polisi limekalia kimya swala. Kwa hiyo Baraza la Maaskofu Katoliki limeonyesha kusikitishwa na mwenendo wa swala hili na kutoa tamko zito ambalo linakuja uh, siku moja baada ya tamko hilo la Askofu Gwajima, basi ni kupatia fursa ya kusikiliza sehemu fupi tu ya hilo tamko la TEC. Lakini nafasi hii alipaswa kuwepo hapa na kusimama Padre Charles Kitima ambaye ni katibu wetu wa baraza. Kama mnavyofahamu aliumizwa. Padre Kitima anawashukuru kwa sala, yeye anaendelea vizuri. Ni sala na matumaini yetu akiendelea vile atarudi kwenye majukumu yake hivi karibuni. Sisi tunaendelea kulaani kile kitendo cha aibu kibaya na kiovu kilicholenga kukatisha maisha ya padri wetu Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu akiwa katika makazi na makao makuu ya baraza katika utawala bora na wa sheria, wahalifu wale walipaswa wawe wameshafikishwa mahakamani mpaka sasa. Ni matumaini yetu uchunguzi hautachukua muda mrefu zaidi kabla ya wahusika kufikishwa mbele ya sheria, ili kuwa na amani. Hakuna raia atakayependa kuwaona wahalifu kama wale uraiani. Na hakuna raia ambao hawatapenda kuishi katika nchi yao katika amani, katika haki na katika ukweli. Na wasingependa magenge kama yale yawe hatari kwetu sisi na kwa watu wengine. Labda kwa wahusika pia, kama wao wafahamu pia makundi kama hayo, kwa wale wanaoyazalisha makundi haya, pia ni hatari kwao. Sijui kama wanajua hilo. Hitimisho, tuendelee kujiombea wenyewe, kuiombea nchi yetu, kuwa na mifumo na sheria nzuri ya kulinda raia amani, haki, ukweli na demokrasia. Asanteni sana. Jubilei Kuu ishirini <laughs> ishirini na tano mahujaji katika matumaini. Sasa namwomba ni mkabidhi au kumkaribisha rasmi huyo, alikuwa Askofu Wolfgang Pisa, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, akiongelea kuhusiana na swala hilo la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza hilo Padri Dr Charles Kitima Aprili 30 ya mwaka huu, lakini mpaka sasa jeshi la polisi halijatoa ushirikiano wa kutosha na hakuna maendeleo yoyote. Lakini kama nilivyoahidi hapo awali, video hii ina sehemu mbili. Moja ni kuhusu hili la TEC, yani baraza la maaskofu katoliki Tanzania, lakini pia kuhusiana na press conference ya juzi iliyofanywa na Askofu Gwajima. Kama nilivyoeleza awali, kuna moto mkubwa sana unaowaka ndani ya chama cha mapinduzi. Uh, moto huo unatokana na ukweli kwamba janga la watu wasiojulikana, lakini pia vitendo vya utekaji limeigubika Tanzania kwa kiwango kikubwa, pengine zaidi alivyowahi kutokea huko nyuma. Lakini haya yanatokea wakati ambapo janga hili sasa limechukua sura ya kimataifa kwa sababu kuna mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi na mwenzie kutoka Uganda Agather Atuhaire, ambao walikamatwa na jeshi la polisi, wakafanyiwa mateso makubwa na hatimaye kwenda kutupwa kwenye mipaka ya nchi zao. Kwa upande wa Boniface Mwangi alitupwa kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya na Agata alitupwa kwenye mpaka wa Tanzania na Uganda. Lakini kibaya zaidi ni kwamba Agata ameweza kupata ujasiri wa kusema kwamba jeshi la polisi wakati wanamtesa, pia walimbaka, na sio tu kumbaka, walimpaka kinyesi mwili mzima. Kwa kweli inasikitisha, inatia uchungu na inakasirisha, lakini anastahili pongezi kwa sababu si rahisi kwa mwanamke au hata mtu wa, hata kama ni mwanaume kueleza kuhusu kubakwa kwa sababu ni swala la aibu, na mapokeo ya jamii mara nyingi inakuwa ni kunyanyapaa zaidi kuliko kuwa na huruma. Lakini ameeleza kwamba ulifanyika ubakaji dhidi yake, lakini pia walimpaka kinyesi na uchafu mwingine ambao hata kuelezea kwa kweli inatia ina, ina hasira. Kwa hiyo hili limegusa hisia za watu mbalimbali. Tayari serikali ya Marekani imezungumzia hili, taasisi mbalimbali za kimataifa pia zimezungumzia ku swala hili. Sasa na hili la uh, Askofu Gwajima kuongelea ni kama kumwagia petroli katika moto mkubwa uliokuwa tayari unawaka. Sasa kwa, kwa nini swala hili inachanganya zaidi? Kwanza ni jinsi gani ambavyo wanaweza kuli uh, approach, yani kwa maana ya kulishughulikia, kwa sababu Gwajima na watu wake nyuma na hiyo itakuwa ni makala nyingine wakati wa kuelezea kiundani zaidi kuhusu kilichojiri juzi. Kuna watu wengi wako nyuma ya Askofu Gwajima na kuna watu wengi ndani ya CCM, pamoja na huo mshikamano unaonekana kama wako pamoja, lakini ndani ya CCM kuna manunguniko. Manunguniko haya licha ya katika hili swala la watu wasiojulikana, swala la utekaji, pia kuhusu mchakato wa kupata wagombea wa urais na mgombea mwenza wa chama hicho, bado kuna watu hawana, uh, hawana amani na kilichotokea lakini kubwa zaidi ni kwamba kuna watu wana wasiwasi kuhusu mwelekeo wa Tanzania, kwa sababu kama alivyosema Askofu Gwajima, hili la utekaji lina athari kubwa, sio tu taswira ya Tanzania, lakini linaweza kuwa na athari hata kwenye uchumi, kwa sababu ni nani ambaye atatoa pesa yake kuja kuitembelea nchi ambayo inateka ina wa, wananchi wa wake, au nani ambayo anaweza kwenda kuitembelea nchi ambayo wageni wanaokuja wanabakwa? Kwa hiyo hili lina taswira mbaya. Sasa hofu ya kumshughulikia Askofu Gwajima inatokana na ukweli kwamba hawajui nini cha kufanya mpaka sasa hivi kwamba je, yeah. Tayari kuna baadhi ya watu wameanza kusema, ukiangalia huko kwenye mitandao ya kijamii, kwamba Askofu Gwajima anastahili kufukuzwa ndani ya CCM, lakini sidhani kama hilo litatokea kwa sababu litazua mtafaruku mkubwa. Aa, baadhi ya watu wanadai kwamba Askofu Gwajima anajaribu kuhuisha yaani kama kitu ambacho kilikuwa kimefifia lakini anakipa uhai kile kilichokuwa kinaitwa Sukuma Gang, yaani wanasiasa waliokuwa na nguvu ndani ya chama cha Mapinduzi ambao walikuwa karibu na marehemu John Pombe Magufuli zama um, hizo za, za urais wake na kwamba kundi hilo wakati wa urais siku za mwanzo za urais wa uh, Rais Samia Suluhu Hassan Zili, ilidaiwa kuwa kundi hilo lina kama upinzani wa namna fulani kwamba bado linamkumbuka marehemu Magufuli bado linatamani kuendelea kuwa na influence. Lakini sasa hiyo influence imetoka kanda ya ziwa imeelekea imehamia Kizimkazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mtizamo huu kwamba huenda kweli hili hizi ni efforts za kundi hilo, la, la, la, ilo sukuma gang. Lakini pia hofu nyingine ni kwamba Gwajima, Askofu Gwajima ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa sana nchini Tanzania Um, kwa sababu ame, kwa upande mmoja ni mmoja wa viongozi maarufu wa kidini nchini Tanzania, lakini pia ni mmoja wa wanasiasa wenye sauti kubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, licho kwa mbunge, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho. Lakini pia Askofu Gwajima ana outreach ya kimataifa. Uh, kwa mujibu wa maelezo na hata baadhi ya sababu za yeye kufanya press conference zinadai kwamba pengine ni kutokana na ushawishi mkubwa aliyokuwa nao nchini Kenya. Uh, ni mmoja wa viongozi wa dini wa kimataifa wenye wafuasi wengi nchini Kenya. Kwa hiyo ilitarajiwa pengine kutokana na haya aliyokumba yalomkumba Boniface Mwangi huenda uh, imkamshinikiza uh, Askofu Gwajima kuongea hayo aliyoongea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna sintofahamu hiyo ya jinsi gani ya kumshughulikia, jinsi gani wajibu uh, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kuwajibu watu kama wachadema kudai kwamba hawa ni wachochezi, hawa wanatumwa, lakini mtasemaje kuhusu Gwajima? Ametumwa na nani? Na hata kama ametumwa ni mwana CCM mwenzenu. Lakini kubwa ambalo linasumbua zaidi ni kwamba je, kuna watu wangapi nyuma ya hili? Lakini taarifa tulizo nazo, wengine, kuna watu wengi hawaridhishwi na mwenendo wa CCM kwa ujumla, lakini zaidi katika swala hili la watu wasiojulikana. Lakini wakati yote haya yanatokea, kuna tatizo kubwa zaidi ndani ya CCM. Kuna ufisadi wa kutisha unaoendelea muda huu. Baadhi mtakuwa mnaona kuhusu ripoti za Kinamange yanayoendelea huko, na haya yote katika press conference ya Gwajima amegusia juu juu, uh, kusema kwamba labda pengine kuna mkurugenzi wa Idara ya Usalama wa Taifa amefukuzwa kwa sababu alipinga kuuzwa kwa bandari na watu wakasema, mmm, hiyo ilikuwa ni maneno tu ya kawaida au kulikuwa na ukweli fulani. Kwa hiyo kwa kifupi hali ni hivi, ni hivi ndivyo ilivyo. Ila ninachoweza tu kusema kwamba katika siku chache zijazo uh, tutasikia mengi CCM. ana mkutano wake uh, huko Dodoma uh, ambao unatarajiwa pamoja na mambo mengine kupata mrisi wa Dr Nchimbi ambaye ameteuliwa kuwa mgombea mwenza wa rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia inatarajiwa swala la askofu Gwajima likaibuka, na katika siku mbili tatu zijazo pia kutarajia kwamba kuna machawa atakuibuka kudai kwa Gwajima afukuzwe wanachama amekikosea heshima chama na vitu kama hivyo. Hata hivyo moja la msingi ni kwamba baadhi ya machawa maarufu wa CCM wamekuwa kimya na moja huko huko kwenye mtandao wa kijamii Twitter, ambaye ilitarajiwa lazima aseme lolote, sio tu amekuwa kimya, lakini amemfokea mtu aliyojaribu kumsemea ovyo askofu uh, Gwajima. Sasa hili linaashiria kitu kwamba hili swala sio tu kwamba Gwajima kakurupuka bali na support. Kusabu, hao machawa, wajima, kwa sababu kama hawa machawa baadhi wanakasirishwa kuona Gwajima anashambuliwa, basi na maana kwamba hili swala lina mtizamo mpana zaidi. Kingine ni kwamba uh, huko huko kwenye mitandao ya kijamii kuna chawa mmoja maarufu amejaribu kuhusisha uh, swala la askofu uh, Gwajima na mkurugenzi mkuu mmoja wa Idara ya Usalama wa Taifa akidai kumtuhumu kwamba huyo mkurugenzi mkuu wa Idara ya Usalama wa Taifa ambaye sasa hayuko madarakani anajaribu kupuliza moto kwa kumtumia Askofu Gwajima kama njia za kumhujumu mkurugenzi wa sasa wa Idara ya Usalama wa Taifa Bwana Selemani Mombo. Jasusi TV inaendelea kufuatilia masuala haya na itazidi kuku update kama itapendeza, na wewe kusikika sauti yako kwa njia ya comment hapo chini. Karibu sana na nawashukuru kwa kunisikiliza, asanteni na kwaherini.